Guys, watu walioko huko nje wanahela zetu nyingi, ila tu, you have to know you have to learn how to make a stranger to pay. Namna gani ya kuweza ku convert ujuzi ulio nao kuwa pesa. Tatu, namna gani ya kufanya mauzo, inaitwa sales, kuuza. Namba nne, lazima niwe na brand ya kuonesha trust kwa watu kwamba mimi ni mtu mim sahihi wa kufanya kazi ambayo ako nayo. So, hapo unakuja kwenye kubuild brand. Namba tano, I have to master what I do. Yani nimeweza chuo, sio kwamba yale mambo tu unayo kichwani, unaweza chuo kikuu, mwaka wa mwisho unaacha chuo. Mimi hapa bado ni kijana mdogo, I need more money. Hata ningemsha usiku saa ngapi, mimi kuhusiana na usajili wa kampuni, biashara, leseni here business strategies, branding and marketing selves. I'm here. Wake up me. Niko hapa. So I went, unaona kuna vitu kama sita nimehitaji, alafu cha saba ndio nimekuja kukuambia, master what you think huh? So, ku master kitu unachokiuza hapa, kwenye ku master what you think ni kwamba kama ni product, you have to to know well your industry and how to do it. Kama ni huduma kama yangu, you have to know huduma yako vizuri, how how to deliver how to deliver deliver it. Usipojua how to deliver it,

Na hii na nataka niwaambie kitu kimoja, lazima tujue ni wewe unataka kutoa nini. Mimi unaona mambo nileo ngee, yote hayo nayajua nayafanya. Ukija kwenye konf, kwenye conversation ya one on one, kama hivi tukakaa chini tuongee masuala ya biashara, yote nakupa. Yani lazima watu wafahamu mimi ninafanya kitu gani especially. Alafu wakija sasa pale, yani lazima uwe na kitu ambacho unakiofa, yani lazima uwe kuna engo eneo lako ni hili. Mimi ni daktari wa meno Sio, ni daktari wa meno. Kesho unaanza kutupostia nanili viwiko vya miguu, namna ya kunyosha viwiko vya miguu, kesho kuto anasema namna ya kufanya makopa yafanye, ah ah, bi hii ya kwenye meno.